Leo hii tumeweza kupita baadhi ya maeneo mbalimbali. Moja ya eneo ambalo tumeweza kupita ni ujenzi wa hili la daraja la Segerea Majumba Sita. Eh, daraja hili ni muhimu sana kwa watu wa jimbo hili la, la Segerea katika hizi kata ambazo kata ya Kiwalani pamoja na Segerea ni daraja ambalo lina umuhimu mkubwa kwa shughuli za kiuchumi lakini pia za mahusiano kati ya watu wetu. Da, daraja hili ni muhimu sana kwetu na tunatumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye ameleta fedha nyingi sana katika wilaya yetu ya Ilala, na kama mmesikia jana katika hotuba yake amezungumzia kuongeza fedha katika Tarura. Kwetu sisi ametuongezea fedha nyingi sana. Daraja hili peke yake ni lina gharimu zaidi ya shilingi bilioni saba, na daraja hili linaunganisha hii barabara ya Segerea na, na majumba sita ambayo yote hii barabara itawekwa lami lakini pia itawekwa taa na itawekwa kingo nzuri ambazo zitakuwa zina mifumo mizuri ya usambazaji wa maji pamoja na mifereji mizuri hivyo unaona namna gani Mheshimiwa Rais ametujali. Lakini daraja hili pia litakuwa lina urefu wa, wa zaidi ya mita themanini. Eh, hapa ni, ni daraja kubwa kwetu sisi kama wanailala, wana nitumie nafasi hii kuwashukuru niwampongeze. Eh, mkandarasi anaenda vizuri na tumeendelea kumsisitiza kwamba aende kwa wakati na aone namna gani anaweza kuongeza mdomo wake wa barabara ya dharura ili hata maji akija kwa wingi isimkwamishe. Lakini hatua aliyokwenda nayo sasa ni kuhakikisha ana anajenga nguzo ili zimsaidie sasa kwenye ujenzi wa daraja, hatua ambayo anaenda nayo vizuri mpaka sasa, asilimia sio mbaya, wanaenda wanaenda vizuri. Tumewataka kwamba katika kipindi hiki ambacho hatuna mvua waongeze spidi kwa kasi, wafanye kazi hizi usiku na mchana. Watu hawa kama mnavyoona wanapita kwenye maji, maana yake hitaji la hii barabara ni, ni kubwa sana e, wito wangu kwa wana Segerea wana Ilala, tuvute subira wakati wa ujenzi huu unaendelea, na kipindi ikitokea mvua tutakuwa daraja wanatutengenezea barabara ya dharura hapa, ambayo itakuwa inapitia kwa, kwa dharura, hivyo magari makubwa yenye mizigo mikubwa isipite hii barabara, kwa sababu wanaweza tena wakatuharibia wakatuharibia hii daraja la dharura la, la e. Lakini pia niendelee ku, kuomba tuendelee kumsupport rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa fedha nyingi ambazo wamezileta hapa, ni daraja moja zaidi ya bilioni saba ambayo Mheshimiwa Rais amezileta kwenye eneo hili dogo, hivyo ni fedha nyingi ambazo amezileta kwenye wilaya yetu zaidi ya bilioni 140. Mheshimiwa Rais kwenye eneo la barabara ameleta. Hivyo tuna kila sababu ya wanailala kumshukuru sana Rais wetu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Hapa tulipo, tupo kwenye ujenzi wa daraja la Segerea Majumba Sita. Ni sehemu tu ya ujenzi wa mradi wetu wa DMDP ambao unafanyika kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Kwenye ujenzi huu. Uh, ujenzi wa daraja hili ambalo lina urefu wa mita 80 uh, tunajenga kwa gharama ya shilingi bilioni zaidi ya bilioni saba, na ipo katika package ya, ya tatu ambayo sisi tunaita package 3 ambayo inajengwa sambamba pamoja na barabara hii ya Segerea Majumba Sita. Ujenzi huu kwa sasa uko katika hatua ya kuweka nguzo ambazo sisi tunaita piles na ujenzi wa daraja hili utakuwa na piles hamsini na nne na kama mnavyoona saa hizi tuko kwenye hatua ya kuweka piles ya ishirini na saba na tunatarajia kabla ya mvua hizi kuanza, tungependa kuona kama tumeshakamilisha ujenzi wa piles kusudi tuende kwenye hatua zingine ambazo hata mvua ikianza italeta athari, na utekelezaji huko kwa ujumla wake unaenda vizuri, ambao uko sambamba na maeneo mengine.

Kujengwa daraja hili litapunguzia mzunguko changamoto, kama hivi unavyoona, huu mto ili unapojea maji tunazunguka hainabidi, una mlengie waga, tunaenda karibu kwa eneo kama la hapo, lakini inabidi tuzunguke, hasa sisi kwa sisi madereva yani. Hata utumiaji wa mafuta unakuwa ni mchache e, na mzunguko unakuwa ni mchache, tunatumia muda mfupi na tunaenda kwa wakati kama unavyoona hizi kazi zetu tunazofanya, wateja wengine wa wanataka kuwapelekea mzigo wao kwa muda mwafaka kumwafikia e. Lakini sasa ikiwa unazunguka unachukua mzunguko mkubwa, na kwa mtu mwingine unaweza kumfikishia mteja mzigo aka anakuletea problem, changamoto kidawa na pata na nini, au mtu mwingine unaweza usimkute akagaili.